Akizungumza baada ya utiwaji saini wa mkataba huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema huu ni mwanzo kuelekea mustakabali wa kweli wa ukanda. Leo tunajitolea kuzuia miongo kadhaa ya vurugu na umwagikaji damu na kwanza enzi mpya ya maelewano na ushirikiano kati ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Nataka kuwashukuru viongozi hawa wawili kwa ujasiri ni viongozi jasiri sana na nadhani wanapendana, sababu nimezungumza nao kwa kina. Kwa upande wake rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwa mkataba huu kuonyesha matunda ni lazima nchi zao na kama bara la Afrika kuonyesha uwajibikaji katika kuleta suluhu ya mizozo ya bara hilo. Tumeona upatanishi na juhudi nyingi, lakini hakuna hata moja iliyofanikiwa katika kutatua masuala ya msingi. Rais Trump alianzisha mabadiliko mapya na yenye ufanisi ambayo yametoa nafasi ya mafanikio. Aidha, rais wa DRC Felix Tshisekedi alishukuru Marekani kuingilia kati mgogoro wao, akisema kilichofanywa ni uwajibikaji kwa mustakabali wa ustawi bora wa nchi zao. Ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo. Kwa wale wanaohusika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatoa ahadi ya kutekeleza kwa dhati majukumu yote yanayotokana na makubaliano haya. Tunafanya hivyo kwa uzito, umakini na kwa ajili ya amani, usalama wa watu wetu, umoja na uadilifu wa eneo letu. Maswala yaliyokubaliwa na viongozi hao kwenye mkataba waliotia saini ni pamoja na kuheshimiwa kwa mipaka ya nchi ya DRC, kunyang'anywa silaha kwa waasi wa FDLR, kuundwa kwa kamati ya ufuatiliaji usalama, kurejea kwa wakimbizi na ushirikiano wa kiuchumi baina ya nchi tatu ikiwemo Marekani, Rwanda na DRC.